Tunajivunia kuiona Azam FC na kuvunja historia na kuingia hatua. Kwa kweli kwanza, kwanza pongezi nyingi kwa Azam FC wameweza kuingia kwa ma, kwenye makundi kwa ushindi mnono sana. Maana leo kuna saba, kabla yake kulikuwa na mbili, kwa ujumla wamewafunga KMK e, bao tisa. Kwao ni ushindi mnono sana, nawapongeza sana Azam FC, lakini kwangu mimi muhimu zaidi ni ubora wa timu ambayo inakwenda kutuwakilisha kwenye mashindano e, kwenye hatua inayofuata. Kwa hivyo mimi nawapongeza sana Azam FC. Tunaamini kwamba ile ndoto ambayo niliwaambia mara ya kwanza kwamba kwa ubora wa timu zinazotoka Tanzania safari hii katika club bingwa barani Afrika na katika kombe la shirikisho hatuna mashaka kwamba timu zetu zitacheza fainali zenyewe kwa zenyewe. Kwa hiyo nawapongeza sana Azam FC na leo kwa sababu wameshinda magoli saba uh, fedha zao za goli la mama kwa kila goli ni shilingi milioni tano, kwa hiyo leo wameibuka na shilingi milioni 35 lakini kulikuwa na fedha zao zingine shilingi milioni kumi za kule Zanzibar, nilikuwa kwenye jukumu jingine nilikuwa sijawapa kwao. Leo nimewapa jumla shilingi milioni 45 za goli la mama. Mheshimiwa Rais amefurahi sana, anawapongeza Azam FC, anawatakia kila laheri katika hatua inayofuata. Amefurahi kwa kiwango chao, anaamini kwamba timu yoyote itakayokuja barani Afrika mbele ya Azam, tunayo timu nzuri ya kutuwakilisha. Lakini zaidi ya hapo anaomba wachezaji waendelee na moto ule ule, wajue kwamba wanacheza kwa ajili ya timu yao, wanacheza kwa ajili ya Tanzania, wanapeperusha bendera ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo waendelee kupambana na yeye ataendelea kuwaunga mkono, na wakifika robo fainali goli la mama linatoka milioni tano linakwenda milioni kumi nusu fainali milioni ishirini fainali mzigo mnene. hmm. Ulitarajia mvua ya mabao ya namna hii? Hawa wachezaji jana, ni wape siri, jana walinipigia simu tena simu ngeni hata almanusura nisiipokee. Wakati bwana sisi wachezaji wa Azam FC tumekupigia. Tunaomba tukuambie mapema kabisa kesho jipange. Jana waliniambia wanafunga leo magoli nane. Nikamwambia nyie haiwezekani nane vipi? Si hata mkifunga nusu kule Zanzibar. Wakasema sisi tunafunga nane. Bwana wamenichallenge. Yule jamaa mlikuwa mnanichora mwaka juzi, yule leo kapepea kweli, kuongeza hela. Eh, eh, maana yake mimi sikutarajia kama wangefikisha magoli hawakufika nane, wamefika saba, lakini kwa kweli wamefunga magoli mengi kinyume na nilivyotarajia. Nilijua pengine watashinda lakini sikujua angeshinda magoli mengi namna hii, hmm. Lakini muhimu zaidi ni timu nzuri, pressing nzuri, midfield zao ziko vizuri, wanafunga vizuri magoli mazuri. Yaani everything is fine. Unaiona Azam FC si ikifika robo robo finali finali finali au nusu finali kwa Naiona kabisa kabisa. Sio sio robo finali wala nusu finali. Naiona Azam ikienda kucheza finali. Maana sasa tushaanza kuzoea Tanzania. Kila mwaka haya mashindano ya ma kimataifa ma ma ma ma ma ma kuna timu yetu inacheza fainali. Kwa mwaka huu unaziona kabisa timu za Tanzania zote zinakwenda makundi, zote zitakwenda robo fainali, zote zitakwenda nusu fainali na inshallah timu za Tanzania zitacheza fainali. Klabu bingwa na kombe la shirikisho. Kwa namna ambavyo unaona timu zetu nne zinavyotuwakilisha vizuri, unaona kuna deni kubwa katika sekta michezo hasa kuendelea kutazama mpira wa miguu? Deni, deni bado tunalo kwa sababu bado tunahitaji kufanya vizuri zaidi hapa kwa sababu sisi leo Tanzania uko nyuma miaka ya nyuma, tulikuwa tunajifananisha na nchi za Afrika Mashariki, tukawa tunajifananisha na nchi za Afrika Mashariki na kati. Tumeshafika kwenye level ya Afrika. Sasa natamani nione timu za Tanzania zinacheza ile michuano ya dunia ile ya vilabu eh, eh, nataka nione huko, na inawezekana, inawezekana kabisa. Sasa jamani, kabla mjamaliza, na mimi niko na makamu wa rais wa TFF ndugu Nyamlani, naomba mumsikilize.